Nafikiri maandalizi yetu yanaenda vizuri baada baada ya kutoka katika mashindano ya kimataifa tuliweza tuliweza kufika juzi na tulipitiliza moja kwa moja kambini na jana tulifanya kidogo recovery kwa sababu ya uchovu wa safari kwa ajili ya mechi ya kesho. Kwa hiyo maandalizi yetu yanaenda vizuri, tunaichukulia mechi kwa muhimu mkubwa sana kwa sababu nafikiri kwamba hakuna, hakuna timu rahisi katika, katika ligi ya Tanzania sasa hivi. Ukiangalia ligi inavyokwenda timu, kila timu imekuwa ni ngumu sana na kila timu imekuwa ikipambana kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine kwa hiyo sisi tunaichukulia kwa muhimu mkubwa sana katika mchezo wa kesho, pamoja na ugumu watakaokuja nao Mbeya City, tuhakikishe tunapata alama tatu muhimu katika mchezo wetu wa kesho hapo JKT Tanzania. Ya, ni kweli kama unavyosema, tumetoka kwenye mashindano ya kimataifa, kwa tu sisi tumeona ni tume, tumeweka pembeni, sasa hivi tuna focus sasa kwenye ligi, and then baada ya mechi mbili hizi tuta, tutafikiria tena kwenye mashindano ya kimataifa. Sasa tumerudi kwenye ligi, focus yetu yote sasa iko kwenye ligi, na mechi ya kwanza ambayo tunaitazama ni mechi ya Mbeya City ambayo ndio iko mbele yetu. Kwa hiyo tutahakikisha tunafanya vizuri na kuweza kufanya kwe vizuri katika mashindano ya, ya, ya kwenye ligi. Ah, nimesema kwamba ligi imekuwa ni ngumu, na sasa hivi huwezi kusema kama kuna timu yote ambayo iko rahisi. Kwa hiyo sisi tunaichukulia kwa umuhimu mkubwa sana mechi ya kesho, na tunamchukulia kama Mbeya City ni mpinzani wetu mkubwa sana katika mchezo wa kesho. Ni timu ambayo ni na imani itakuja kutupa upinzani, kwa sababu hawatotaka kuja kucheza na kufungwa kirahisi sana. Kwa hiyo mimi naamini kabisa itakuwa ni mechi ngumu. Sisi tunaichukulia kwa umakini sana mechi hiyo, kwa hiyo tunaipa umuhimu

Ni timu ambayo hawezi kuja kukubali kupoteza michezo zote. Kwa hiyo sisi ndio maana tunasema kwamba tunaipa umuhimu mkubwa sana kwa sababu tunajua atakuja kupambana kuhakikisha lazima apate alama tatu. Kwa hiyo sisi tunamchukulia ni mpinzani ambaye ni muhimu sana kuweza kupambana naye katika mchezo wa kesho. Wamefukuza walimu wanaweza kuwa wameleta walimu wengine, na mwalimu anaanza kuja na mbinu zake tofauti, ambazo ambazo mwalimu ambaye ametoka kwao, hata sisi natupa wakati mgumu, ndio hatuwezi kuja mwalimu anayekuja anakuja na njia ipi. At least ni bora ungeweza kukutana na mwalimu ambaye aliyepita. Kwa hiyo hata sisi tunakwenda kukutana na Mbeya City ambayo ina mwalimu mpya na hatujui atakuja vipi. Kwa hiyo mimi nafikiri natupa ugumu vile vile kufikiria tunaweza kukutana na mtu wa namna gani.

kwenda katika njia moja. Kwa sisi tuta, tutaangalia ubora wetu ni upi ambao kwenda kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri, kama mwalimu alivyosema tumepata session jana na leo pia tutapata nyingine lakini sisi kama wachezaji tuko vizuri kuelekea mchezo wetu wa kesho. Ah, hapana, kwenye mchezo huwezi kusema mpaka ufungwe ndio ndio ubadilike. Ile ilitokea na ilikuwa ni mechi ya JKT tukaweza kutanguliwa lakini baadaye mwalimu akaona akafanya mabadiliko timu ikapata matokeo ko kwa, kwa kesho kama mwalimu hapa alivyosema, kesho ni mchezo mwingine na Mbeya City ni timu nyingine tofauti na JKT, kwa hiyo lazima tutarajie kwamba na sisi tutakuja na mbinu mpya tofauti na za na, na, na JKT. Yawezekana pia wanaweza wakatutangulia au tukawatangulia na tukapata magoli zaidi. Kwa hiyo kikubwa tu ni, sisi ni kama wachezaji wa Simba ni kuweza kupata matokeo mazuri katika siku ya kesho. Yeah, of course unapo, unapocheza, unapo, unapo, unapocheza timu kubwa kama Simba lazima kila mechi kwako kwa ni fainali na ile, wachezaji wote wanajua. Kwa hiyo mechi inapoisha, haijalishi matokeo yaliyopita, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, umefungwa umedraw, yale tunasahau, tuna, tuna, tuna focus na mechi mpya, kwa sababu kila mechi kwetu ni kama fainali, hasa ukiangalia sasa hivi tupo kwenye ligi na ligi na ushindani kwa hiyo kesho ni mechi nyingine ambayo tunatarajia kupambana tuweze kupata pointi tatu. Kikubwa kwa wapenzi kwa na mashabiki wa klabu yetu ya Simba, tunawakaribisha katika mchezo wetu wa ligi kuu kesho. Ni mchezo muhimu kwao, tunahitaji sapoti yao waje kwa wingi waweze kutupa, kutupa morali ili e, tuweze kufanya vizuri.